Jukumu waliokuwa nalo leo hapa katika uwanja wa Tanzanite kwa raha si kufanya mazoezi bali ni ile pitch feeling, kwa maana ya kuhisi hali ya uwanja. Kama ambavyo wanashuhudia wachezaji hawa wakiwa wanashuka katika uwanja wa Tanzanite kwa raha ni Singida Black Stars, huyu hapa Jonathan Soa kama ambavyo namshuhudia ameumia na meumia na chechemea Jonathan Soa, bila shaka inawezekana sio sehemu ya mchezo hapo kesho. Eh, kumbuka alikuwa miongoni mwa wachezaji waliocheza katika mchezo uliopita wa ligi kuu soka Tanzania Bara baina yao na Simba. Kama ambavyo nashuhudia Jonathan Soa akiwa mguu wake wa kushoto umefungwa bandage katika eneo la goti, namba yake tatu mgongoni, ambavyo nashuhudia hii ni ishara kuonyesha pengine inawezekana ana majeraha ambayo amepata, na kabla ya hapa shuhudia pia msemaji wa kikosi hicho uh, Hussein Masanza akimposti na kumtakia kila la heri, kwa maana ya augue pole na arejee akiwa uh, salama. Bila shaka ni ishara ya kwamba anaweza asiwe sehemu ya mchezo hapo kesho, lakini yote yanawezekana kwa sababu hizi ni taarifa za kitabibu zaidi. Yawezekana akawa bado anaweza kucheza katika mchezo hapo kesho. Bado wataalamu na maafisa wa afya wa kikosi cha Singida uh, Black Stars pengine ndio anaweza kuthibitisha kama anaweza kuwa sehemu ya kikosi hapo kesho, ama la, itakuwa tofauti. Nimekuambia tu kwamba kinachoendelea hapa ni